Wabunge wa Amerika wagawanyika kuhusu mashambulizi Iran. Baadhi ya wabunge wa vyama vya Democrats na Republican wamelitaka bunge la Congress kupitisha uamuzi wa kuzuia Amerika kuingilia mapigano yanayoendelea katika Mashariki ya Kati, lakini huenda uamuzi huo usipitishwe kwani viongozi wa Republican katika Seneti na bunge la wawakilishi wanaunga mkono hatua ya Amerika kushambulia vituo vya kinyuklia nchini Iran. Seneta wa Virginia Tim Kaine wa chama cha Democrat alisema anatarajia kulazimisha Seneti kupiga kura wiki hii kwa hoja yake inayomtaka Rais Donald Trump kusitisha mashambulio dhidi ya Iran. Kulingana seneta huyo, Amerika inafaa kupata idhini kutoka kwa Congress kwanza kabla ya kutekeleza mashambulio nchini Iran. Katika bunge la wawakilishi, Thomas Massey wa Kentucky, Republican, na Rohana wa California, Democrat walisema wangetaka hoja kama hiyo walioiwasilisha katika bunge lilo ipigiwe kura. Amerika inaingia katika vita kutokana na uamuzi wa Donald Trump, wala sio msukumo wa kulinda maslahi ya kitaifa ya Amerika haswa, bila swala hilo kujadiliwa na kupitishwa katika bunge la Congress. Kane akaambia shirika la habari CBS kupitia kipindi Face the Nation. Ikulu ya White House haikutoa kauli yoyote kuhusu kukosolewa kwa Trump na wabunge hao hata hivyo duru zinasema kuwa spika wa seneti Mike Johnson na kiongozi wa wengi katika John Thun walijulishwa mapema kuhusu shambulio la Amerika nchini Iran. Wanachama wa bunge la Congress wanatarajiwa kupata maelezo kuhusu swala hilo Jumamosi. Ofisi ya Thune ilikataa kutoa kauli yoyote kuhusu pendekezo la Kain. Shambulio la Amerika dhidi ya vituo vya kinyuklea vya Iran Jumamosi liliwagawanya viongozi wafuasi wa Trump, wengine wakimuunga mkono rais huku wengine wakiitaka Amerika isitishe mashambulio. wanawakilisha muungano uliomchagua rais Trump. tulichoshwa na vita vya kila mara, Masi akaambia shirika la habari CBS. tuliahidi kuwa tutatoa kipaumbele kwa maslahi ya mashujaa wetu, tutanyoosha sera za wahamishaji na kukarabati miundo msingi yetu. Mashambulizi ya Amerika yalilenga vituo mahasusi vya mpango wa kinyuklia nchini Iran. Masi na Kane walisema hakukuwa na dharura iliyomhitaji Rais Trump kuchukua hatua kivyake. hakukuwa na tishio kwa Amerika, Masi alisema. Ripoti kijasusi na wachanganuzi nao misimamo tofauti kuhusu jinsi Iran inajenga bomu ya nyuklia. Mnamo Ijumaa, mkurugenzi wa idara ya kitaifa ya ujasusi Tulsi Gabbard alisema kuwa Amerika ilipata habari kwamba endapo Iran itafanya hivyo huenda ikaunda silaha za nyuklia ndani ya wiki au miezi michache. Lakini maafisa wa Amerika wanasema hawaamini kuwa Iran ilikuwa ameamua kutengeneza bomu. Kwa upande wake, Iran